Mama, mama Samia, tafadhali tafadhali. Nashukuru ukinisaidia na shida yangu iwe, iwe naweza kupata haki yangu. Mimi Silvia uh, Vlascam nilianza uh, kuishi uh, na mume wangu tulianzisha kampuni yetu ya Vaso Agro Ventures mwaka elfu mbili na ishirini na tatu mpaka sasa tunaishi shambani. Mimi ni mke na mwekezaji mwenza and, uh, na mkurugenzi um, mtendaji wa kampuni I'm, I'm ya Vaso uh, Agro Ventures tarehe ishirini na nne Oktoba elfu mbili na ishirini na nne nilitaka kuingia kwenye makazi yangu kama kawaida, lakini nilizuiliwa na askari ambao hawakuwa sehemu ya Vaso Agroventures. Askari hao walinilazimisha kutoka ndani ya gari, wakachukua gari hilo kwa nguvu. Mmoja wa askari hao me. alinyanyasa na kunigusa kimwili to licha me. ya kumwambia mara nne aache kunigusa. Alitaka kuninyang'anya well. simu yangu wakati nilikuwa ni kirikodi tukio hilo as it Nilishambuliwa bila sababu yoyote, na ushahidi uko kwenye video. Siku hiyo nilifungiwa ndani ya nyumba yangu na askari ambao Sikuwahi kuwaona hapo awali, nilizuiwa so kabisa kutoka nje. Kwa maana nyingine, nilifanywa kuwa mfungwa ndani ya nyumba yangu mwenyewe. Mume wangu alijaribu kwenda kutoa taarifa polisi Moshi kwa kutumia pikipiki, lakini polisi hawakujibu simu zozote tulizopiga kuomba msaada. Alipokuwa akiondoka, alishambuliwa na strange, askari watatu wasiojulikana na alimnyang'anya pikipiki yake, alilazimisha kurudi nyumbani kwa usalama wake. Siku hiyo hiyo uvamizi haramu na usiwa halali wa nyumba yetu ulifanyika bila taarifa yoyote, bila noti wala amri ya mahakama tulifukuzwa kwa nguvu kutoka kwenye nyumba yetu ya kuishi pamoja na shamba letu. Milango yote ilifungwa. Takriban watu ishirini waliovalia kiraia na askari wachache ambao hawakuwahi kuajiriwa na Paso Agroventures walivunja geti na kuvamia kwa nguvu. Mume wangu alipigwa na kutupwa chini, alielekezwa kuto kurudi tena kwenye nyumba hiyo.

Ukionekana tena na kamera, kitu kibaya sana kitakupata really, kwa sababu kufuati sheria zangu. Nilijaa na hofu kubwa, nikaamua kuweka simu yangu mbali. <laughs> nilikimbilia chumbani kuchukua hati za kusafiria na nyaraka muhimu. Niliweka kwenye mikoba miwili mizito nikaivaa begani. Wakati huo raia waliovamia walikuwa wanapora mali zangu binafsi mbele ya macho yao.

Nilipopinga uporaji huo, mwanaume mmoja man alinisukuma hadi nyuma ya kabati na kuanza kunigusa sehemu za juu za mwili wangu. Koba niliyokuwa nimebeba ilikuwa mizito, sikuweza kujitetea. nililazimika nililazimika kupiga kelele kwa nguvu sana, nikiomba msaada, lakini hakuna aliyekuja <laughs> kunisaidia. Baadaye mwanaume mmoja aliingilia na kumwambia yule mwanaume aache kunigusa lakini tayari nilikuwa nimeumizwa na kudhalilishwa. Mali ziliharibiwa mbele yangu, vitu binafsi vilivunjwa na kuibwa. Nyumba yangu iliharibiwa kwa makusudi. Mume wangu alipigwa na kujeruhiwa. Nilitoka nje, niliona furniture zetu zikiwa zimevunjwa na kutupwa barabarani kama taka. <laughs> Nilikwenda polisi Moshi kutoa taarifa. Nilitoa maelezo yangu na polisi waliandika taarifa ya kesi Namba MOS/RB/8476/024 r -b no hadi leo miezi sita, no, baadaye hakuna no, msaada wowote kutoka kwa polisi. Not before, kabla during, wakati wa tukio na baada ya tukio hakuna msaada wowote tuliopata kutoka kwa polisi wa Moshi Police. Hakuna chochote sasa. Ah, wow. Kuna malalamiko ya dada Silivia ambayo ni, ni kampuni ya Waso Agreement Limited wana hey, uh, kampani wanachosema iko Kibosho halo ah, ambao wanasema wameondolea kwenye shamba lao kinyume na utaratibu, lakini zaidi ni swala swala zima la unyanyasaji, na polisi inajua. Polisi kwa maana ya polisi, polisi Kibosho anajua, kwa maana ya RPC Kilimanjaro. Hapana, mimi nikaimu RPC Ah, sasa yuko kon... yeah, nje yuko okay, yuko yuko nje kikazi sasa, sasa, sasa. RPC ni ofisi na wewe unatakiwa, lakini hiyo kampuni unaijua? Hujawahi kujua kitu kama hicho imefunguliwa kesi aho, hapo ya Moshi e, imefunguliwa kesi e, hapo sawa, yapo sawa, ni RB nane nne saba sita, nane nne saba sita ya mwaka elfu mbili na ishirini na nne yes, mwaka jana mpaka sasa hakuna kitu kilifanyika. Lakini huyu mtu nani huyu, mama ni, ni mtu wa kigeni, ni ni mwekezaji kutoka nje.